Yes, karibu msikilizaji wa Gray Simulizi katika simulizi yako pendwa inayokwenda kwa jina la Second Master. Aliyekusimulia simulizi hii ni mimi Gray Simulia, na nikuomba usiache kusubscribe, kulike na kucomment ili kupata muendelezo wa simulizi zetu kutoka hapa Gray Simulizi, nyumba ya burudani. Tuanze na simulizi yetu ya mwalimu mkuu msaidizi Katika kijiji cha Mapangani ambako kilizungukwa na mashamba ya mahindi na mtama, aliishi mwalimu aitwaye Kasimu. Kasimu alikuwa mwalimu mkuu msaidizi wa shule ya sekondari ya Mapangani. Alikuwa maarufu kwa bidii yake ya kufundisha na kujituma, lakini pia alifahamika kwa tabia yake ya ulevi uliopitiliza. Kasimu alipenda kazi yake kwa moyo wake wote. Aliwahimiza wanafunzi kusoma kwa bidii na alikuwa na nidhamu ya hali ya juu wakati wa masomo, lakini baada ya kazi hali ilikuwa tofauti. Pombe ilionekana kuwa rafiki yake wa karibu. Alipenda kukaa kwenye kilabu cha kijiji, akishiriki vinywaji na masimulizi ya enzi za ujana wake. Msikilizaji wa Gray Simulizi, nikukumbushe kuwa hii ni simulizi ya mwalimu Kasimu, mwalimu mkuu msaidizi wa shule ya Mapangani. Lakini pia nikuombe usiache kusubscribe ili kupata mwendelezo wa simulizi zetu kutoka hapa Gray Simulizi. Tuendelee na simulizi yetu ya mwalimu mkuu msaidizi. Tabia ya mwalimu Kasimu ya ulevi ilianza kuathiri kazi yake. Siku moja alifika shuleni akiwa amelewa na kupoteza mwelekeo wa kipindi. Wanafunzi walijikuta wakicheka badala ya kujifunza. Wazazi walianza kulalamika kwa uongozi wa shule juu ya mwenendo wa mwalimu huyo. Mwalimu mkuu wa shule ya Mapangani, Bimiliam alijaribu kumsaidia Kasimu kwa kumshauri na kumwambia apunguze ulevi lakini ilionekana kama kuzungumza na ukuta. Kasimu aliendelea na tabia yake kama kawaida. Marafiki zake wa kilabu walimshangilia kwa vicheko, wakiona ulevi wake kama burudani ya kijiji. Siku moja, baada ya kufika shuleni akiwa amelewa sana, Kasimu alitoa hutuba ya kuchanganya iliyokuwa na mafumbo yasiyoeleweka mbele ya wanafunzi na wageni waliokuja kwa hafla ya mahafali. Hapo ndipo mdudu mbaya alipoingia kazini. Baada ya viongozi wa elimu walipoona kuwa ulevi umekuwa ni nguzo ya maisha yake badala ya kazi, ndipo walipoamua kuchukua hatua ya kumfukuza shule kwa kumwandikia barua kwa siku iliyofuata ya pili yake. Msikilizaji wa Gray Simulizi, nikukumbushe usiache kusubscribe katika chaneli hii ya Gray Simulizi ili kutupa nguvu ya kuendelea kukupa simulizi nyingi na nyingi ambazo tunazo kutokea hapa Gray Simulizi. Baada ya kufukuzwa kazi, Kasimu alitafakari maisha yake akiwa kwenye kibanda chake cha udongo. Kijiji kilimcheka na kumwonea huruma. Alitambua kuwa pombe ilikuwa imechukua nafasi ya ndoto zake na heshima yake. Siku moja baada ya kupoteza kila kitu alichokipenda, Kasimu aliamua kuacha pombe na kuanza upya, lakini tayari jina lake lilikuwa limeharibiwa na imani ya jamii ilishatoweka. Kasimu aliendelea kuishi mapangani akifanya kazi za vibarua badala ya ualimu, na kuwashauri vijana kujiepusha na pombe. Ingawa maisha hayakuwahi kuwa kama awali, alijifunza kuwa baadhi ya makosa kuacha alama zisizofutika. Msikilizaji wa Gray Simulizi na huo ndio mwisho wa simulizi yako pendwa inaokwenda kwa jina la Second Master. Aliyekusimulia simulizi hii ni mimi Gray Simulizi. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment katika channel yako hii ya Gray Simulizi.